Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga naendelea na uchunguzi wa ajali ya barabarani ya magari mawili kugongana uso kwa uso iliyotokea leo tarehe 11 mwezi wa kwanza 2026 majira ya saa tatu na nusu katika eneo la Mkumbala tarafa ya Mombo wilaya ya Korogwe barabara ya Same Korogwe. Ajali hiyo imehusisha gari la mizigo aina ya Scania lenye namba ya usajili T812 ELQ likiwa na tela namba T 106 DGS mali ya kampuni ya mikoani Edible Oil and Detergents Limited ikitokea Same kuelekea Korogwe, kugungana na basi aina ya Yutong lenye namba ya usajili T 579 ECH mali ya kampuni ya Mwesino iliyokuwa likitokea Lushoto kuelekea Arusha. Kutokana na ajali hiyo, watu wanne wamepoteza maisha akiwemo Azad Ibn Mohamed miaka 30 ufundi gari mkazi wa kushoto na wanaume wengine watatu ambao hawajatambuliwa majina yao na umri wao. Aidha, watu kumi na sita wamejeruhiwa wakiwemo madereva wa vyombo hivyo, pamoja na abiria wote, wapo kituo cha afya Mombo, kituo cha afya Mkumbala na hospitali ya Bombo wakiendelea na matibabu. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa gari la mizigo aina ya Scania kushindwa kulimudu gari gari hali iliyopelekea kuama upande wa kushoto na kuingia upande wa kulia wa barabara na kugongana uso kwa uso na basi hiyo. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika kituo cha afya Mombo kwa ajili ya taratibu zingine za uchunguzi. Jeshi la Polisi kwa Tanga linatoa wito kwa madereva wote kuzingatia sheria za usalama barabarani kuepuka mwendo kasi, uzembe na maamuzi hatarishi wanapokuwa barabarani. Unawakumbusha watumiaji wote wa barabara kuwa usalama ni jukumu la kila mmoja.